nami niungane na wenzangu wote kuwapongeza nini wa kuwa mkoa ambao umeteuliwa katika nafasi ya ukuu wa mkoa. Ni kwa bahati mbaya sikuwauliza labda hilo. mtakapo ripoti katika mikoa yenu, na hasa kwa kutambua ninyi ndio wenyeviti wa kamati za ulinzi na, na usalama katika mikoa yenu, na mnatuwakilisha sisi tulioko huku, mkatimize wajibu wenu bila

wazalikua makama wa raisi au mawaziri au mimi kero inajulikana, kadi na k hii itadiirisha kwamba umeshindwa kufanya kazi. Nataka mkawajibike kweli, na mimi nimeona niwambie kwamba unakwenda kufanya kazi ili mkatatue kero za wananchi wetu. Lakini pia katika maeneo ya mahali pamekuwa na mazoea. Ukienda Kagera kama ni msafiri wa basi, lazima sikizwe na polisi geta hivyo hivyo, Katavi hivyo hivyo Kigoma hivyo hivyo, haiwezekani kwa nchi ambayo imetawala kwa zaidi ya miaka hamsini na iya watu wanaposafiri lazima wasindikizwe na polisi. Kusindikizwa na polisi, maana yake hakuna usalama. Nimeteua watu ambao wamefikiri watasimamia wananchi wasiendelee kusindikizwa Mustafa, kijuu ambayo umekuwa ukihendwa fana teketeka nchi nzima ya Tanzania, ukashindwa kusimamia mkoa wa Kagera wako watafanya kazi vizuri, lakini pia ni waombe wakuwa wa megoo, mkasimamia katika maeneo yenu watu wetu wafanye kazi, hasa vijana. Haiwezekani nakila nchi hii kijana namtua anacheza kuu saa tatu alafu

balii kaji chakula wakati katika mkoa ule ule wapo watu ambao wamezalisha vyakula vya kutosha. Hii inadhihirisha kwamba kuna watu ambao hawakusimamiwa vizuri. Kwa hiyo mkasimamie watu wafanye kazi katika mkoa wa Singida na Dodoma katika wafanyakazi ambao wako zaidi ya 26 elfu na mia tisa katika halmashauri kumi na nne walifanya zoezi kwa wafanyakazi 26 elfu na ushereji katika halmashauri kumi na nne katika halmashauri 14 zile, alikuwa na wafanyakazi hewa 2 wapo watu waliokuwa wanalipwa mshahara ambao wameshakufa. Wapo watu wanaolipwa mshahara ambao wamefungwa. Wapo watu wanaolipwa mshahara ambao wameshastafu. Lakini mia mbili na mbili wanalipwa mshahara watu zaidi ya elfu tatu na mia tano Wakati zoezi hilo lilifanyika, hawakufanya hivyo kwa sababu wengine walikuwa wanadurusa, wengine wako masomoni, wengine walikuwa wanaumwa, wengine walikuwa watoto elfu tano na mia tano tata kabili ngona niisomel ninayoyesayanu watumishi ambao wamekuwa kazini walikuwa elfu tatu mia tatu ishirini ambao wale hawakujulikana, wengine wanaomba ruhusa, wengine wako hospitalini, wengine na kadhalika, lakini mia mbili na mbili walikuwa wanalipwa malipo hewa. Kwa maana nyingine, walioacha kazi walikuwa sita waliokufa na kufungwa walikuwa 27, waliofunguzwa walikuwa wanane, wastaafu walikuwa 158, waliokuwa likizo bila malipo walikuwa watatu, na hivyo kufanya idadi ya watu 202 ukichukua kwenye halmashauri 180 tulizonazo kufanya hesabu rahisi inayoitwa cross multiplication unakuta kama halmashauri zote ndiyo training hiyo, maana yake kuna wafanyakazi elfu mbili na mia tano tisini na saba kwa eneo moja n ambao ni hewa. Ukiashumu kwamba wanalipwa mshahara wa average ya milioni moja moja Mana, kwa sababu wako wengine mshahara na mkubwa zaidi, maana yake tunapoteza bilioni mbili pointi tano kila mwezi za mishahara hewa. Sasa ni waombe wakuu wa mikoa, na hawa sijajumlisha wale milioni tatu ishirini ambao hawajulikani, labda walikuwa hospitalini, labda wengine wako likizo, wengine wako shule, wengine na kadhalika, ukijumlisha wote unajikuta serikali tunapoteza mapato makubwa kwa kulipa wafanyakazi hewa, kwa sababu katika wafanyakazi tulionao katika nchi nzima ambao wanakabiliwa ni laki tano na kitu, kila mwezi tunalipa bilioni mia tano arobaini na tisa mpaka bilioni mia tano hamsini kwa ajili ya mishahara lakini katika mishahara hiyo wako ambao ni mishahara sasa. Niwaombe ndugu zangu, ninyi wakuu wa mikoa, kwa sababu hiyo nakwenda kusimamia. Ninajua mtakwenda kuwapa instruction wakurugenzi na maafisa wenu, lakini mimi niwape angalau masaa makubwa ya hawa wakurugenzi mtakaokwenda kuwasimamia, angalau ndani ya siku kumi na tano kuanzia leo wado wamewajumulisha, wote wamewatoa wafanyakazi hewa katika pengo katika halmashauri zao. Bila hiyo, kwenye mshahara wa kuja wa mwezi huu, tukigundua kuna mfanya kazi hewa ambaye mkurugenzi anamlipa, ajihesabu siku hiyo hiyo hana kazi na tunampeleka mahakamani. lazima tufike mahali fedha zinazokutana zikafanya kazi kubwa zaidi za maendeleo kuliko kuendelea kulipa mishahara hewa. Kwa hiyo nimejua, ndugu zangu wakuu wa mikoa, ili mtakwenda kusimamia vizuri katika halmashauri zenu. Zimetoa mfano wa halmashauri kumi na nne katika mikoa miwili ya Singida na Dodoma, wafanyakazi hewa ni mia mbili na mbili na wale ambao ndio hawapo kabisa. Sasa inawezekana katika elfu tatu na mia tatu ishirini nawo na na wamefanyiwa uchunguzi vizuri, tumekuta wafanyakazi hewa labda wa mekata mia nne. Ukijumulisha katika halmashauri zote katika nchi zima, mnaweza kujua tunapoteza mabilioni kiasi gani. Lakini na nafurahi pia kuna mawaziri ya waziri wa fedha yuko hapa kwenye wizara na kwenye taasisi mbalimbali, mawaziri na nini, mkawaeleze machifu executive wenu well, na taasisi zote mnazosimamia, wafanyakazi hewa wote waondolewe ndani ya siku kumi na tano yaende kwenye huduma za wananchi yeah. Inasikitisha, bilioni mia tano hamsini tunalipa mishahara, alafu mwezi uliopita tulilipa bilioni mia nane hamsini kwa ajili ya madeni ya ndani. Kwa hiyo unakuta fedha zote tunazokusanya haziendi kwenye project ambazo wananchi wanazitaka ziendi. Nimeona nizungumze ile, ndugu zangu wakuu wa Mikoa. Lakini suala la dini ambalo najua mtalisimamia vizuri. Mmeanza, mnaona Dar es Salaam tumeanza kutoa elimu bora kuanzia darasa la kwanza mkasimamie patikanaji wamejengo ninajua, mkijituma vizuri tutafanikiwa kule kutoa wa elimu. Wazazi na watoto wameitikia wengi kwenda kusoma, na hii inadhihirisha kwamba watoto wengi wengi walikuwa hawaendi au hawapeleki shuleni kwa sababu yana michango ya, ya kerokero ambayo yalikuwa yanawakwamisha kwenda kusoma. Kwa hiyo mkasimamie mkawa watumishi wa wananchi wanyonge. Watanzania wanapata shida sana, watanzania wanamateso mengi. Nina uhakika ndugu zangu, wakuu wa mikoa, mkisimamia hii. Na ndiyo maana nilichelewa sana kuchagua wakuu wa mikoa, nilikuwa naweza huyu, kwele ataweza? Siku nyingine unamfuta siku nyingine unamrudisha <laughs>

lakini pia katika mikoa yenu na potential nyingi kwa ajili ya kujenga uchumi wetu. Kila mkoa una mambo yake, mkazisimamia hizi potential ili vijana wengi wapate ajira, ili vijana wetu <coughs> wapate ajira. Ndugu zangu niliona ile nilizungumze lakini nina uhakika mtakwenda kusimamia utawala wa sheria ili wananchi wakafuata sheria. Pia shuruti ninauhakika Watanzania Tanzania kushirikiana mubwa kwenu kwa, <coughs> kwa sababu na rekodi nzuri za kufanya mazuri katika nchi hii kayaendeleza na mkamtangulize Mungu katika kazi zenu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mkoa, leo hapa pia tumeapisha kamishna wa TRA, kamishna mkuu wa TRA pamoja na kamanda wa TAKUKURU kwa mujibu wa sheria. Tunajua katoa kwa imani na watakwenda kutimiza wajibu wao. Tuna imani kubwa na ninyi, mkafanya hayo kwa ajili ya Tanzania. Ninawatakia mafanikio mema, Mungu awajalie wa sana, mkachape kazi sana, mkawatumikia wananchi walio wanyonge. Shida ni nyingi, lakini najua kwa ujasiri wenu tutawahudumia vizuri. Nimezungumza tu machache ya elimu na dini, lakini yako masuala ya hospitali, yapo watu wananyanyasa. Kuna mkuta mtendaji wa kata au katika tarafa ananyanyasa wananchi wa chini, ninyi mna mamlaka ya kumweka mtu ndani, hata mali kawawekeni. Wengi ni vizuri wajue kwamba wananchi wanaikiwa sa ile nidhamu ya Tanzania mpya ipatikane. Tumechelewa, tumechelewa kweli, ni lazima tuwe eefasi, tusiogope kuchukua maamuzi. Maamuzi hata kama ni mabaya yatarekebika huko mbele, lakini angalau kafanyeni wajibu wenu. Morogoro pamekuwa na mapigano ya kila mara, watu wanakufa. Ndio maana sikuona sababu ya mkuu wa mkoa aendelee kukaa pale. Najaribu kuwapa mfano. Kwa hiyo nataka mkashughulikie kutatua matatizo ya wananchi Wananchi wanayajua matatizo yao, mkayatatue. Swala la ujambazi, jambazi, haiwezekani kila siku kuna majambazi. Kwa nini Rwanda hakuna wajambazi? Kwa nini Tanzania? Mkapange majambazi wajue kwamba mko kazini, lazima nchi ii kwa ustai wa nchezi. Juzi tulikuwa tumetembelewa hapa na rais nachomekea, rais wa Vietnam, Vietna wale walikuwa maskini kuliko hata sisi kwenye miaka ya yanemakili, wamepigana vita kwenye miaka mwaka sabini na sita wakaja wakachukua korosho Mtwara kwa mheshimiwa ebe. Leo Vietnam ni nchi ya kwanza kwa kusafirisha kahawa duniani, korosho duniani iliyokuwa Mtwara. Hata production imeshuka. Kuna bodi za ajabu kule wananchi wanadhulumiwa, kodi ni za kila aina, ikulile kodi ni kila siku, ni kodi tu badala ya promote hicho kahawa. Ni vile vile katika nchi tatu duniani zinazo produce kahawa kwa wingi, Vietnam vyetinamili, wakati wanapata uhuru huo, wanapatana kwenye mwaka sabini na sita, sisi tulikuwa tunaproduce kahawa za samaki hivyo hivyo, walikuja wakachukua samaki, leo ndio wauzaji wa, wa samaki duniani. Lazima tubadilike na wakubadilisha maneno waginini. Wakuu wa mikoa kawasimamieni, wakuu wa wilaya wenu, mkawasimamie vizuri sania kuwa sio vizuri sana, lakini lazima tuchukue huo mwelekeo kwa ajili ya kubadilisha nchi. Niliona ile nilizungumze. Inawezekana sitapata muda sana wa kuzungumza nami, lakini nina imani kubwa na mimi sisi, nina imani kubwa kufanya kazi.